Hayo mnayasikia na haya matukio ambayo tumeaona hapa kwetu, unaona kiuhalisia hayahusiani. Haya kwetu yanaonekana ni changamoto ndogo ndogo za tume ya uchaguzi ilishindwa kusimamia vizuri, ndio maana akajitokeza. Lakini pia waliofanya uharifu huo, uh, vyombo vipo, vimeanza kuwakamata, sheria itachukua mkondo wake. Lakini kuna kitu cha kujifunza, lakini la tatu ambalo nalisikia zaidi ni suala la ulinzi wa umma. Uh, Kigoma sio kisiwa. Ukiona mwenzako ananyolewa ni vizuri ukatia maji kwayo. Kwa hiyo na sisi lazima tujiandae kwa maana kwamba, uh, viongozi wetu wa vitongoji, viongozi wetu wa vijiji, kila mtu kwa nafasi yake ahakikishe kwamba anaimarisha ulinzi kwenye eneo lake. Akiona uh, jambo halijakaa vizuri, tupeane taarifa tuweze kulishughulikia kwa pamoja lakini viongozi wetu wa dini, kama nilivyosema siku zote, nyinyi mnafanya doria ya kiroho, mtusaidie sana kuhakikisha kwamba mnapokutana makanisani, mnapokutana misikitini, vijana wetu, tuzungumzia sana swala la amani, tutusaidia kutuvusha hapa tulipo. Wanasema hakuna jambo kubwa kubwa zaidi duniani kuliko kuzuia, maanake ukishazuia umezuia, amezuia kwa mengi. Kwa hiyo tumeyafanya haya kwa nia njema kwa serikali yenu ya mkoa kuhakikisha mwisho wa siku tunamaliza salama, na mahali penye ukimya namna hii huwezi kujua maadui wapo. La msingi sisi e, kama tulivyotoa hayo maelekezo, tutekeleze hayo, lakini kila mtu kwenye nafasi yake ajitahidi kuzungumzia ya swala la amani, kwa maana kwamba sasa uchaguzi umekwisha. Inalibakia ni kwamba viongozi tutakuwa tumewapata, kinachobakia ni maendeleo. Uchaguzi umekwisha, maisha yanaendelea kama kawaida. Kwanza nitoe pongezi kwa jeshi la polisi nitoe pongezi kwa RPC kwa kazi nzuri aliweza kufanya. Makosa madogo madogo hayakosi, yeye sio malaika, wala jeshi la polisi sio kwamba limekamilika, isipokuwa niseme tu ni namna gani pale kwenye makosa madogo madogo kuongeza ufanisi na kuweza kurekebisha ili amani ipatikane. Na hili liweza kufanyika katika mkoa wetu, wa amani hii tunaomba kwa ii, naomba katika ushauri mmojawapo vyombo vyote vya ulinzi vishirikiana nesha kama jinsi nilivyoona katika swala livyoingia katika uchaguzi. Niliona jeshi la polisi, niliona magereza, niliona uhamiaji, vyombo vyote vilikwenda katika hali ya usimamizi wa uchaguzi, na hili nilikuwa naliomba. Jeshi la polisi lina kazi ngumu sana katika wakati huu ni. Nilikuwa naomba jeshi la polisi liweze kupewa pongezi, lakini vyombo vingine viweze kutoa sapoti kuidumisha amani.